Jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanya shambulio la anga lililolenga gari la raia katika ukanda wa Gaza na kuua watu 11, wakiwemo wanawake na watoto katika tukio lililotajwa kuwa ukiukaji mkubwa zaidi wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa siku nane. Kwa mujibu wa taarifa ya Al Jazeera, gari hilo lilikuwa likisafirisha familia zilizokuwa zikihama kutoka eneo la Deir al-Baha kuelekea kusini mwa Gaza wakati kombora la Israel lilipolipua gari hilo. Mashuhuda wanasema mwili wa gari hilo liliungua vibaya na manusura wachache walijeruhiwa. Makubaliano haya ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Misri na Qatar yalikuwa yamerejesha hali ya utulivu wa muda katika eneo hilo lenye vita. Hata hivyo, shambulio hili linaibua hofu mpya kwamba mkataba huu unaweza kuvunjika, huku makundi ya wa wapiganaji wa Kipalestina yakionya kwamba yatatoa majibu kwa wakati ufao. Jeshi la Israel alijitoa maelezo ya kina kuhusu shambulio hilo, lakini msemaji wa IDF amesema walikuwa wakilenga washukiwa wa kundi la Hamas walikuwa wakipanga mashambulizi mapya. Hata hivyo, picha na ushahidi kutoka eneo la tukio zimeonyesha kuwa gari lililoshambuliwa halikuwa na wapiganaji, bali lilikuwa na raia wa kawaida waliokuwa wakihama katika eneo la tukio. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya kuwa mashambulizi kama haya yanadhoofisha juhudi za kibinadamu zinazotekelezwa katika Gaza. Wakala wa Umoja wa Mataifa wa kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA umeeleza kuwa zaidi ya watu laki nne bado wako katika vituo vya muda na upatikanaji wa maji, chakula na dawa umekuwa mgumu zaidi. Wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema shambulio hili linaweza kuwa na madhara makubwa kwa diplomasia ya eneo hilo. Misri na Qatar zimeanza mashauriano ya haraka kuhakikisha hali haiteremki kwenye vita kamili. Marekani pia imetoa wito wa kujizuia kwa pande zote, lakini mashirika ya haki za binadamu yameitaka Israel kuwajibishwa kwa ukiukaji huu wa makubaliano. Shambulio hili linaongeza ukurasa mwingine wa kuzuni katika mgogoro wa muda mrefu wa Gaza. Dunia inajiuliza kama juhudi za amani zina maana yoyote tena mbele ya mashambulizi yanayovunja makubaliano ya, ya kusitisha mapigano.